Tukielekea huko mashariki ya kati, tunafahamishwa kwamba wimbi jipya la mashambulizi ya Wairani katika eneo la kati la Israeli limefanyika wakati Tehran ikijibu mashambulizi ya Israeli katika maeneo yake ya kijeshi na miundombinu mingine. Na katika saa chache zilizopita Rais wa Marekani Donald Trump aliondoka kwenye mkutano wa kilele wa G7 nchini Canada mapema, huku ikulu ya Marekani ikithibitisha kuwa ana mambo muhimu ya kuyashughulikia huko Washington. Aliandika kwenye mtandao wake wa kijamii muda mfupi baada ya kupanda ndege ya Air Force One na kusema licha ya maoni ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron